Nataka tufunge magoli, watu waone haki iko wapi na inavyotendeka daa. Kitu kimoja Prince Ndube kwangu mimi ndo mchezaji ambaye atachukua kiatu, kwa sababu ni mchezaji ambaye anafunga magori ambayo hakuna penalty, na kwa uwezo Mwenyezi Mungu atachukua kiatu, kwa sababu kila mechi sasa hivi kwa sisi ni mapambano Mzize, Prince Ndube natakiwa funge goli na umeona hapo. Sasa hivi wafungaji wanazidi wanaongezeka, Maxi huyo hapo, Kiazizi Stefano anafunga, kwangu mimi namuona akienda kuchukua kiatu, kwa sababu upande wa pili mpaka wapewe penalty malalamiko yamekuwa mengi malefari sio siku wataacha kuwabeba watu, wataacha kuwapa penalti ambazo sio halali. Yes, ya penalti nyingi sio halali. wao wahuoni kuna kitu cha kujifunza, tunatakiwa kujifunza. Ukiangalia mchezo wa wa Mashujaa na Simba, penalti ambayo ametoa mwamuzi ya wakefa Kayombo amepiga uh, uh, mpira uh, Mohamed Hussein baada ya kuwatia majitimaji, amepiga mpira umeenda ume, ume kugonga mkono wa mchezaji, na unaona kuna mchezo umechezwa juzi Real Madrid na Barcelona. Ndio maana mimi mara nyingi najiuliza, marefa wetu wanatazama mechi za nje ili kujifunza. Unaweza ukaona Madrid wanataka wanataka penalty, lakini wanaenda kuangalia kwenye eara, wanaona kwamba ule mpira umefuata mkono. Kile ni kitu cha kujifunza, lakini refliapo katoa. Unaweza ukaona goli la Madrid ameingilia goli lile mchezo, goli la nne, lakini wanakataa kwamba ameingilia mchezo, lakini ukiangalia Kibudeni sikaingilia mchezo, Lefani kaweka kati. Maana nakwambia Afrika Kizinga, je, Simba Sports Club anasafiri kuelekea nchini Morocco kwa mchezo wa kombe la shirikisho cha Bara Afrika na Simba Sports Club. Mimi siwaoni wakipata ushindi. Kwa sababu ya namba ambazo wanazo vizuri nyinyi Ametolewa ame na Simba alipigwa chuma nani nne akapigwa nyumbani nne akapigwa ugenini kwao, nategemea na mimi kumuona Simba akifumuliwa hata goli tano Simba Simba ya, yani natafurahi sasa, sio beki cha maroni fondo beki kefa Kayombo ah. i nakwambia, ni yani, ili uwafunge Simba na hizi timu zingine wajue, ili uwafunge Simba kwanza mpite Ngoma, mpite mpite, a, mpite nani nani, mpite lebeki menene Hamza, alafu mwisho kabisa utakutana na mpaka yombo au utakutana na smart ile mwamba ile pale yaani, marefu wako nyuma ndio ukawafunga. Kizinga, una uzalendo Kizinga. Uzalendo wa nini? Wao wana uzalendo, anaaibisha taifa, na niwaambie Watanzania wote, wata, wanaoipenda Yanga usiku wa leo, wana Yanga wote ambao mnajua mimi nipo stafu, naanzisha dua kwa wana Yanga wowote ambao mtakuwa tayari kuungana na mimi kwenye dua ya usiku wa leo hakuna uzalendo. Na nataka nikwambie kitu kimoja, naenda kawaambie ili wajue kwamba sisi ni bora zaidi yao. Tunataka waende wakashinde sasa ugenini, kwa sababu sisi tunashinda siisinda ugenini tarehe ilipangwa kitu kimoja, tarehe kumi na tano tarehe yoyote sisi hatutashiriki mchezo wowote na Simba, kwa sababu nataka nikwambie kitu kimoja, kitu ambacho kimeshangaza sana na ili watu wa mpira mlifuatilie, msikilize, muone kwamba watu wanahusika kwa kiasi gani. Klabu ya Simba walisema hawatashiriki mchezo wa namba 184 mpaka pale wale watu ambao wamewazuia wao wachukuliwe hatua za kisheria lakini mwenyekiti Mangungu Mungu Boy amejitokeza hadharani akasema, tuko tayari kushiriki huu mchezo maa popote eneo lolote tunalopangiwa. Tunawauliza, je, wale watuhumiwa wenu wamechukuliwa hatua za kisheria? na kama hawajachukuliwa hatua za kisheria amuone kwamba nyinyi ni watuhumiwa namba moja, sababu sheria inasema unatakiwa utoe taarifa kwa mwenyeji wako ili kuandalia maandalizi sawa. Hata nyumbani kwako hawezi kuja mgeni hivi hivi, huyo ni mgeni. Kwa hiyo Simba ni mtuhumiwa namba moja kwenye ile kesi Simba akutoa taarifa, kwa hiyo alienda kufuruga huyo, alienda kimpango mkakati. Kwa hiyo Simba ndio mtuhumiwa namba moja kwenye ile kesi, kwa maana Simba ndomwana sawa, ili tuione, tulione finali yao kibabe waende wakashinde kule kwa serikali. Na kitu kingine nataka tuambie Watanzania Tanzania ukweli, finali ya Dar es Salaam Africans ilikuwa ni finali ya mtu ambaye ametoka Tanzania. Ni bingo, si ndio? Yule wa kule ajarishi nafasi ya pili au nafasi ya, ya ngapi, lakini sisi tulikuwa bingo. Simba anatoka hapa, anakwenda kucheza mpaka kufika finali yeye, yeah, na wenzake wote wanne walioingia kwa finali mpaka finali wote hao wamekwenda kwa nafasi ya nafasi ya tatu. Nafasi ya tatu umefeli au umefaulu Simba? Ngoja Simba Tanzania ametoka nafasi ya tatu, siberekane kwao msimu um, ulioisha, nafasi ya tatu unaelewa. Wale wa South Africa nafasi ya tatu, na wale wengine wa sio wanaitwa watu gani wale, na wao nafasi ya tatu. Uone kama tunakwenda kushuhudia fainali kwa mbovu, na mimi nimewaomba, nimemwomba Engineer Harris. Engineer Harris, tunaomba afikisha salamu hizi, kamwambie rais wa CAF aende akabadilishe vipengele, hatuhitaji watu waliofeli kufika fainali, twende ukaturudishie wale ambao wanateleza kutoka ka warudi tena huku chini tunaenda kushuhudia wanaafrika finali mbovu kama hii. Watu kushuhudia finali gani? Naumia Kizinga, bora wamefeli huko, bora hata finali ya Yanga na JKU. Naumia Kizinga, naumia kushuhudia finali mbovu. Una manunguniko kwa kwa kweli kwa mtani wako anafanikiwa mwaka huu? Ana mafanikio gani mtu aliyefeli ataza finali shirikisho hiyo? Finali kwangu mimi sio bora, bora finali ya Zanzibar ile iliyopigwa Yanga na JKU <coughs> sema, finali wanasema kile mtu kwa muda wataanza kuchanganyikiwa wao kwa sababu wanachanganyikiwa wa wa hujamuona Dr Muhamed anavyolalamika? Mashabiki wao wameombwa dora dora elfu moja wanasema zile ni za hoteli za hakuna safari ya kwenda South Africa waliwaomba pesa safari, waliwaomba laki na ishirini mimi taarifa ninazo na nimpigiwa simu na kina mandala bana, tusemee kapteni, wametuomba pesa laki na ishirini twende South Africa. Nikamwambia aliye aliyekwambia wewe uende kwenye timu mbovu haina kiongozi kama Engineer Hersi nani? Aya, safari ya kwenda Moroko wamewambiwa tu dola ngapi? 1200 elfu moja na mia mbili. Wanasema zile ni za kila kitu usafiri